Uhali gani, Mtanzania mwenzangu, karibu kwenye chane ya uzazi Plus, karibu tuzungumze uzazi. Na katika video ya leo hii nitaweza kuzungumzia kuhusu njia sahihi zinazotumika kutoa ujauzito kulingana na umri wake. Kuna njia mbili ambazo hutumika katika kutoa ujauzito. Njia ya kwanza ni njia ya vidonge na njia ya pili ni njia ya vifaa. Tukianza na njia ya vidonge, njia hii hutumika kwenye ujauzito uliopo chini ya wiki nne sawa sawa na mwezi mmoja. Uh, japokuwa inaweza kutumika zaidi ya hapo, lakini ufanisi wake huongezeka zaidi kama itatumika, uh, kwenye ujauzito ulio chini ya wiki nne sawa sawa na mwezi mmoja. Ikitumika zaidi ya hapo, kuna uwezekano mkubwa kabisa njia hii ikashindwa kutimiza lengo lake la kutoa ujauzito njia hii huambatana na mauzi mbalimbali mbali, au na madhara yafuatayo. Moja, utumiaji wa njia ya kidonge huamba, au vidonge huambatana na utokwaji wa damu nyingi sana, maumivu makali ya tumbo ku, mtumiaji atajihisi kichefuchefu au kutapika. Wengine pia huweza kupata mvurugiko wa tumbo na kuweza kuharisha pia, homa kali. njia ya pili ni njia ya vifaa. Njia hii hutumika kwa ujauzito ulio zaidi ya kwenye ujauzito wenye umri zaidi ya wiki nne, au hii inamaanisha ujauzito ulio zaidi ya mwezi mmoja mpaka miezi mitatu sawa na wiki kumi na mbili. Njia hii ikitumika ipasavyo Uweza kufa, uweza kutimiza lengo la kutoa ujauzito. Njia hii huambatana na madhara au mauzi yafuatayo. Utumiaji wa njia vifaa huweza kusababisha moja utokaji uh, wa damu nyingi endapo tu kizazi kitatobolewa. Kwa kusema hivyo basi utumiaji wa vifaa unaweza ukaambatana na ajali ambayo husababishwa kutoboa kizazi. Ukiachana hivyo pia maumivu makali wakati wa hiyo wa, wa, uh, tunasema process ikiwa inafanyika, maambukizi ya via vya uzazi, sana sana uh, shingo ya uzazi na hata hata, mfuko uh, uh, wa uzazi, kifo cha hapo papo kwa papo uh, homa kali, kwa sababu mama anaweza kupata maambukizi. Kama atapata maambukizi, pia mama anaweza kupata homa kali uh. Madhara mengine ukiachana na hayo uh, uh, okay, uh, uh, ni, ni mtoaji uh, wa mimba kuto ku, uh, kuwa comfortable au kama ni mfanyaji wa kazi atashindwa kwenda kufanya kazi kutokana na utoaji katika hizi njia zote mbili uh, zote ni njia sahihi, lakini utumiaji wake hutegemea na umri wa ujauzito. Lakini njia vifaa ni nzuri zaidi kwa baadhi ya group la wanawake. Kwa mfano, uh, mama anayefanya kazi anataka kutoa mimba alafu hataki ijulikane, uh, au mwanafunzi anataka atoe mimba lakini anaendelea na masomo yake. Njia ya vifaa ni nzuri zaidi. Kwa nini? Kwa sababu njia ya vidonge huambatana na utokwaji wa damu nyingi sana. Kwa hiyo kama ni mtu anafanya kazi au ni mwanafunzi, anaweza akakosa kuhudhuria vipindi au kazini. Njia hizi zote zikitumiwa na kwa usahihi na mtaalamu husika na katika mazingira husika husaidia kusitisha ujauzito na kutoa ujauzito kabisa. Tahadhari: utoaji wa mimba niha, ni kosa la jinai kwa sheria za Kitanzania. Video hii haihimizi utoaji wa mimba, bali inatoa elimu sahihi ambayo itamsaidia mtu mwenye utaji wa kutoa mimba aweze kutoa mimba kwa njia sahihi na zinazotakiwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Uzazi Plus, karibu tuzungumze uzazi na